Kuna wizi mkubwa unaendelea, na wizi huo upo kwenye upande wa mafuta na vifaa vingine vyote. Kuna wizi mkubwa unaendelea, na nahisi ndio maana mkutaka kuweka uzio kama huo wakati wa ujenzi, na wizi huo upo kwenye upande wa mafuta na vifaa vingine vyote. Na wale wanaoonekana ni wazalendo, mnawapandikiza majina ya kipumbavu. Ndugu zangu, huu mradi ni wa Watanzania, sio mradi wa Mchina. Mmesikia eh? sio mradi wa Mchina. chochote mnachokifanya hapa mnajihujumu ninyi wenyewe. Chochote mnachokifanya hapa cha ubadhirifu, mnajihujumu ninyi wenyewe. Tujiadhari, tujiepushe na mambo ya udokozi kwenye miradi ya serikali kwa sababu mnayoyafanya ungemkuta mtu anafanya kwenye mradi wako binafsi nyumbani kwako, unachukua chochote, unamwadhibu. Lakini kwa kuwa ni mradi wa serikali unaona huo ukuhusu. Kila kesi inakuwa na mazingira yake, lakini most of the time tumekuwa tukipata au on, tukitoa onyo kwanza kwa mfanyakazi husika, kama kumekuwa kumeonekana aidha haperform vizuri au kuna madhaifu fulani yuko nayo, tunamuita tunakaa naye, tunampatia oral warning lakini baada ya hapo kama akirudia tena tunampatia warning letter, na akiendelea ku, kuendelea kuto kubadilika basi tunafuata procedure za termination. Wapo wengi, sio tu mmoja, ni wengi. Mpaka sasa unajua, kwa mfano kama incidents ambao wameongelea mkuu wa wilaya ni watu wawili waligombana kazini na kwa kulingana na code of conduct ya kazi amini ya kampuni yetu ni tunaita tuna ni summary dismissal. Mtu anapokuwa amegombana kazini, hiyo ni kosa ambalo lina amount yeye kufukuzwa kazi palepale pale. tunafanya disciplinary committee tunaongea nao then tunaandika termination. Kuhusiana na jukumu la usalama kwenye huu mradi, hilo ni takwa la kimkataba ambalo mkandarasi anatakiwa kuhakikisha kwamba kambi na, na eneo la kufanyia kazi inakuwa salama masaa yote. tume tumeshampa maelekezo na kumwandikia barua kwa ajili ya kuweka fence, na ni kweli ukiangalia kuna sehemu ameweka fence, na kutokana na, changa, na eneo jinsi lilivyo, anasema kuzungushia kambi yote, yani eneo la kufanya kazi la airport ni, ni vigumu, lakini alikuwa na tayari mpaka sasa hivi matiro kwa ajili ya fence zimeshafika. Tuseme mpaka sasa hivi asilimia themanini eneo lake la kazi amewekea tumewekea fence, ni sehemu ndogo tu ndio ndio imebaki ambayo haja hajamaliza.